Sawa. Kwani leo tu, tumehitimisha zoezi la siku ya leo na mahakama imeahirisha ime shauri hili mpaka Jumatatu. Sasa siku ya leo, wakati shahidi wa tatu wa serikali anaendelea kutoa ushahidi wake, aliomba kutoa vielelezo viwili flash disk pamoja na ambayo walifanyia uchunguzi takumbuka kwamba shahidi huyu alijitambulisha kama expert, yani kama mtaalamu e, ambaye alikabidhiwa vielelezo kadhaa ili aweze kuvifanyia uchunguzi. Sasa leo kwenye mwendelezo wa ushahidi wake shahidi aliomba mahakama hii aweze kutoa vielelezo vile. Sasa Mheshimiwa Lissu leo ameweka mapingamizi na sababu nne za kupinga vielelezo hivyo kupokelewa hapa mahakamani. Sababu ya kwanza, Mheshimiwa Lissu anadai vielelezo hivyo ambavyo shahidi alikuwa anaomba vipokelewe leo havikusomwa kwenye mahakama ya ukabidhi. Mtakumbuka kwamba hili ni kesi ambayo mwanzo wake imeanzia Kisutu kwenye maandalizi ya awali, na ni mtazamo wa kisheria kwamba vielelezo vyote vinavyopokelewa huku juu kwenye trial, kwenye kusikilizwa hii kesi ni lazima viwe vilisomwa kwenye mahakama ya awali. Kwa maana hii na kwa muktadha wa kesi hii kule Kisutu. Kwa hiyo kwa, kwa maoni yake anasema vielelezo vile havikusomwa kule kwa hiyo havipaswi kupokelewa hapa. Sababu ya pili ni sababu ya kisheria ya uhalali wa shahidi mwenyewe kutoa vielelezo hivyo. Nimesema awali, shahidi huyu alijitambulisha kama expert kwa kufanya uchunguzi wa picha, mamlaka yale anayapata kwa mujibu wa sheria. Sasa mheshimiwa Lissu kwenye mapingamizi yake anadai shahidi huyu hana hayo mamlaka ya kisheria kwa sababu ya hati iliyomteua yeye kuwa mchunguzi. Hati hiyo ilisainiwa na mwanasheria mkuu wa serikali wakati sheria ilikuwa inataka uteuzi ule ufanywe na DPP, yani Director of Public Prosecution. Sasa ni hoja ya Mheshimiwa Lissu kwamba mwanasheria mkuu wa serikali na DPP ni mamlaka mbili tofauti, na haziwezi zikaingiliana kwa sababu majukumu yake kikatiba yako tofauti. Na hoja ya mwisho ya Mheshimiwa Lissu, kwa nini kielelezo hicho kisipokelewe, ni kitu kinaitwa mnyororo au kwa Kiingereza tunasema Chain of custody, <coughs> kuanzia kielelezo kilipopatikana kilipohifadhiwa kilipopelekwa kwenye uchunguzi na kiliporejeshwa mpaka hatua ya kuomba kipokelewe hapa mahakamani. Ni maoni na hoja za Mheshimiwa Lissu kwamba mnyororo huo umekatika katikati, kuna baadhi ya maeneo mba, kutokana na maelezo ya shahidi, haelezi kielelezo hicho alikipataje. Maelezo ya awali yalionyesha kielelezo kilipatikana Dodoma kikaletwa Dar es Salaam kikahifadhiwa na mtunza vielelezo halafu kikaenda kwa mtu anayekifanyia uchunguzi, na baada ya hapo mtu aliyekifanyia uchunguzi alisema alikirejesha ofisi za makao makuu Dar es Salaam. Haieleweki amekipataje leo mpaka kiko mikononi mwake, ni maelezo ambayo yalikuwa yanakosekana. Kwa maoni ya mheshimiwa Lissu ni kwamba ule mnyororo wa kutunza vielelezo umekatika, kwa hiyo kielelezo hicho hakipaswi kupokelewa. Na ya mwisho kabisa ni maoni ya mheshimiwa Lissu kwamba kabla shahidi ya kuomba toe kielelezo kile, shahidi alipaswa kuomba toe ripoti yake ya uchunguzi aliyokuwa ameifanya. Na msingi wa hoja yake amejenga kwamba kutatokea nini kama mahakama itakataa kupokea ripoti ya uchunguzi huo wakati tayari imeshapokea kielelezo hicho, kielelezo hakitakuwa na maana, kwa sababu kinachoisaidia mahakama ni ripoti yake ambayo shahidi alikuwa hajaomba kuitoa. Sasa kwa sababu ya muda huu amekamilisha kutoa maelezo ya sababu zake za kwa nini kielelezo kisipokelewe. Kama mnavyoona sasa hivi ni jioni, upande wa jamhuri wana right, au wana haki ya kutoa majibu kufuatia hoja za Mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo mahakama imekubali kwamba shauri hili liahirishwe mpaka Jumatatu, ambapo upande wa jamhuri sasa watakuja kutoa majibu ya sababu hizo za Mheshimiwa Lissu, halafu baadaye mahakama hii itapata fursa ya kutoa uamuzi mdogo kwa maana ya ruling kielelezo hicho kipokelewe au kisipokelewe. Kwa hiyo tutakutana Jumatatu hapa kusikiliza majibu ya jamhuri, na baadaye, baada ya majibu ya jamhuri, Mheshimiwa Lissu tena atakuwa na rejoin, atakuwa na maneno mengine ya kuongezea, kwa sababu yeye ndio mwenye hoja, yeye ndio mwenye pingamizi. Na baada ya kuhitimisha hapo, basi mahakama itatoa muda wake itakaoona unafaa kwa ajili ya kutoa uamuzi wa pingamizi hilo. Na baada ya uamuzi huo, ni matarajio yetu kwamba tutaendelea, au tutaendelea kwa vyovyote vile ambavyo mahakama itakuwa imesema. Kwa hiyo update ya leo ni hiyo.